Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 32 kipindi cha mwaka wa kawaida, mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Hekima sura ya sita aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja na somo la injili mwinjili Luka sura ya 17 aya, aya ya 11 hadi aya ya 19. Karibu tusikilize injili. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, Yesu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao, walipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi wale kenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Mpendwa katika Kristo, katika maisha yetu ya kila siku ya kawaida kabisa kama wanadamu wenye dhamira iliyo njema iliyojengwa katika misingi ya kutambua jema na kulitenda ama baya na kuliacha, katika msingi wa malezi ya imani katika Kristo Yesu, yatupasa kudhihirisha dhamira hii njema na imani hii katika Kristo kwa matendo, kama tunavyosoma katika waraka wa Yakobo sura ya pili aya ya 14 hadi aya ya 26. Mpendwa, siku ya leo Jumatano, tunapoendelea kumshukuru Mungu kwa mema mengi anayotujalia katika maisha yetu kwa neema zake. Mungu kupitia kanisa ambalo ni mwili wa Kristo, tunapata wasaa wa kutafakari maongozi ya Kristo Yesu kwetu kutoka katika somo la Injili ya siku tuliyokwisha lisikia, sura ya 17 ya mwinjili Luka aya ya kumi na moja hadi aya ya kumi na tisa na mfano bora pia wa maisha ya Mtakatifu Yosefati wa Polotski, Poland. Leo Kanisa linaadhimisha kumbukumbu yake. Mpendwa, tuongozwe katika tafakari yetu ya leo na dhima isemayo shukrani na ushuhuda wa imani yetu. Somo la injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha juu ya moyo wa shukrani na shuhuda kuhusu imani yetu, yaani kushuhudia kuikiri imani yetu. Shukrani ni alama wazi ama ishara wazi ya mtu kukubali na kuthamini wema aliyotendewa kwa mtendaji wa wema huo na kudhihirisha wema huo kwa Mungu na jamii ya wanadamu. Somo linaeleza kwamba Yesu Kristo anakutana na wakoma ku tisa ni Wayahudi na mmoja ni Msamaria. Mpendwa katika Kristo, tutambue kwamba katika jamii ya Wayahudi tangu kale, kabla hata ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, ugonjwa wa ukoma ulitazamwa au kuaminika kuwa ni adhabu ama laana kutoka kwa Mungu, kiasi cha kumfanya mtu anayeumwa ukomwa huu ni mzambi najisi, kuna na jisi kunakopelekea kutengwa na jamii kutupwa nje ya mji ama kijiji, mbali na watu, jamaa, familia, marafiki na ni marufuku kuhudhuria nyumba za ibada hadi mtu anapopona na kuruhusiwa na makuhani kurudi tena mjini, kijijini, ama katika jamii ya watu husika. Ilikuwa ni mahangaiko ilikuwa ni mateso kweli ilikuwa ni uchungu ilikuwa ni upweke mkali mno kwa mtu anayepatwa na ugonjwa wa ukoma kutengwa na jamii ni pigo kubwa kabisa tunaposoma kitabu cha walawi sura ya 13 mpendwa mpendwo ni katika mazingira haya kristo akiwa katika utume wake kutoka vijijini kwenda yerusalemu jiani anakutana na hawa wakoma kumi wanaotambua mila na desturi zao wanasimama mbali na kumwita Bwana wetu Yesu Kristo awahurumie awarehemu. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 17 aya 11 hadi aya ya 13. Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya, alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja, watu kumi walikutana naye wakasimama kwa mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Mwalimu, tuonewe. Mpendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kutambua vema mila na desturi ya jamii yake, anawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, na wanapoelekea njiani wanatakasika. Tunaposoma katika Injili ya Luka sura 17 aya 14 hadi aya ya 15. Mpendwa katika Kristo, tujiulize kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia wakoma waende wakajionyeshe kwa makuhani na sio kuwaponya papo hapo? Lakini pia kwa nini waende kwa makuhani? Na kwa hakika Kristo angaliweza na anaweza fanya hayo yote papo hapo. Bwana wetu Yesu Kristo anawashirikisha wao wenyewe katika imani na matumaini yao kwamba watapona ndani ya mchakato ama tukio la uponyaji wao ushiriki wao wa moja kwa moja kwa kufanya safari kwenda kupata ithibati ya kurudi katika jamii kama mwanzo wa maisha. Mimi na wewe mpendwa, tuna jambo la kujifunza hapa katika maisha yetu ya kila siku. Neema na baraka za Mungu zimemiminwa kwetu, neema na baraka za Mungu zinamiminwa kwetu, neema na baraka za Mungu zitamiminwa kwetu pale tunaposhiriki kikamilifu kuishi katika neema na baraka hizo. Je, kwa nini wakajionyeshe kwa makuhani? Mpendo katika Kristo, makuhani ni viongozi wa dini katika taifa teule la Kiyahudi kiimani, lakini mara nyingine kijamii pia. Wao ndio wanaotoa ithibati ya mtu aliyekuwa na ugonjwa wa ukoma kurudi katika jamii kwa kutangaza kuwa mtu huyu sio mdhambi tena, hana laana tena, ni msafi kushiriki mambo yote ya kijamii. Kutoka katika hali ya dhambi ya mwanadamu, kwa kuruhusiwa na kuhani, mtu anapata hakika ya kimungu kuwa yupo safi kutoka hali ya dhambi. Mpendwa, leo Mungu anatuthibitishia kutusamehe dhambi zetu kupitia sakramenti ya kitubio iliyowekwa na Kristo mwenyewe. Mapadre ni makuhani wetu wa leo wanaotangaza kuwa tumesamehewa, tumesamehewa dhambi zetu kwa niaba ya Mungu. Ithibati hii tunayopata ya kuondolewa dhambi kwetu na kuwa mwanadamu safi. Pia Kristo anatufundisha moyo wa shukrani na ushuhuda wa imani yetu. Msamaria baada ya kuona amepona ugonjwa wa ukoma, anarudi kwa Kristo, anajitupa chini miguuni kwa Kristo anishukuru. Tunaposoma Injili ya Luka sura 17, aya ya 15 na aya ya 16. Mungu ndiye mponyaji. Mungu ndiye anayesamehe dhambi zetu. Kristo anaoleza wengine tisa ambao hawajaruni kumshukuru Mungu kwa kutakasa kwao. Kristo anaisifu pia imani ya Msamaria mmoja na kumruhusu aende. Tunaposoma Injili ya Luka sura 17, aya 18 na aya 19. Kristo atufundisha mimi na wewe mpendwa, siku ya leo, tuwe watu wa shukra, kutambua thamani ya jambo zuri tulilotendewa na wenzetu na Mungu katika maisha yetu, lakini zaidi imani yetu tuishuhudie kwa matendo, kama Msamaria alivyofanya kwa Kristo, nasi tuishi Ukristo wetu kwa matendo mema ya fadhila za Kikristo mpendo kwa kulitambua jambo muhimu la shukrani na ushuhuda wa imani yetu. Kanisa leo linapoadhimisha li kumbukumbu kwa namna ya pekee ya Mtakatifu Yosephati wa Polarski. Mtakatifu huyu alizaliwa mwaka 1580 huko Ukraini ama Urusi, katika familia hodari ya Kikristo wa Kiortodoksi. Angani bado kijana aligeuka kuwa Mkatoliki na kujiunga katika utawa wa Mtakatifu Bazili baadaye akawa abate wa monastari yake na akawa pia askofu wa Polatski uko Poland. Mtakatifu Yosefati ambaye leo kanisa linaadhimisha kumbukumbu yake, katika cheo chake cha uaskofu, alijishughulisha kuunganisha pande mbili za kanisa, yaani kanisa la Kilatini ambalo linatambua papa kuwa kiongozi na kanisa la Kigiriki ambalo lilijitenga na halitambui na kumtambua papa wa Roma. Mpendwa, Mtakatifu Yosefati katika maisha yake kama askofu anasifika kwa ujasiri wake wa kufanya bidii kuliunganisha kanisa, kutetea na kukiri imani Katoliki, hata wakati wa hatari ya kufa anapokiri imani yake kwa matendo. Mfano wa nukuu za ujasiri za Mtakatifu Yosefati anapokaribia kufa, kutokana na bidii yake ya kuliunganisha kanisa ni hii: mimi nipo hapa kama mchungaji wenu, mjue kwamba kuwa nina furaha na toa uhai wangu kwa faida yenu na kwa ajili ya umoja mtakatifu wa kanisa. Mtakatifu Yosefati alikufa kifodini mwaka 1623 tarehe 12 mwezi wa 11 na alitangazwa mtakatifu mwaka 1867 Mpendwa msikilizaji, kutoka kwa mtakatifu Yosefati tunajifunza ujasiri wa kulinda na kutetea na kuikiri imani yetu, lakini pia tunapopewa dhamana ya kuongoza watu, basi tutambue tuna wajibu wa kutetea haki na maslahi sahihi ya watu hao katika maono chanya bila kuogopa. Na hakika hayo ndiyo yaliyompa tuzo mtakatifu Yosefati kutoka kwa Kristo kwa kushuhudia kwake na kuidhihirisha imani yake kama Msamaria alivyofanya. Leo hii tunamkumbuka Mtakatifu Yosefati kama shujaa na mfia dini wa imani yake thabiti kwa Mungu. Shukrani na ushuhuda wa imani. Mpendwa, tumshukuru Mungu kwa neema zake pale tulipoweza kukiri wazi imani yetu. Lakini pia Mungu atupe nguvu ya kuendelea kuishi imani yetu katika Kristo Yesu. Lakini pia tunaombea umoja, haki, amani na mshikamano kwa taifa lote la Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Carlos Joshua na Chihang wa shirika la wamisionali wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! <mucho> sisi na tulipokee kwa furaha, kwa imani bila neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana. Neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha, kwa imani bila neno lenye kutuletea wokovu.